Sisi ni marufu na mara baada ya hapo, naomba na na na na kwaya sote tukutane kama maana ya mikono hii, amen. Wana kwaya wote, hata kama una chembechembe ya uimbaji tunakukaribisha, lakini na nyinyi pia mbio kwa kwenye mabenchi. Kuna kwaya ya vijana, kuna kwaya kwaya ya wakisu, kuna kwaya kuu, angalia ni wapi kaenda kumtumikia Mungu, maana tafuta

kwa kanisi. Kwa hiyo hapa ukipata wenye mvi, mambo yatakwenda safi sana lakini, pale ukipata vichwa vyenye mvi, safi sana sio lazima na wewe uruke kama hawa vijana wanavyoruka. Utacheza kama sisi vijeji kwanzia tunavyocheza. Kuna wakati vingine ukiokutana na wazee, cheza vizee, kutana na vijana, utacheza kama vijana.